Aligeuza moyo wake kwetu. Mungu alionyesha pendo lake kwetu namna hii, tulipokuwa wenye dhambi. Tulipo, tungalipo dhambini, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa tuwachafu Kristo akafa ili atutafishe uchafu wetu. Ukisoma Malaki, Malaki nne mstari wa sita tutasoma kwa haraka pale Malaki, Malaki nne sita Biblia inasema Malaki nne sita inasema, utasoma mlango wa nne wote, ni mlango wenye mistari sita tu. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili lisije nikapiga dunia kwa laana. So it is very important kwamba moyo, mioyo ya baba ni vizuri, mioyo yetu kina baba ielekee watoto, kwa sababu Mungu anapoona hivyo, ana gairi kupiga dunia kwa laana ana gairi kupiga dunia kwa laana. Waefeso 6:4 tunajua yenyewe, baba msiochokeza watoto wenu, sindio? Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. kwa unaweza kusoma Waefeso 6:4 au Kolosai 3:21. Namba tano, baba wa kiungu ni shujaa wa kiroho. Baba wa kiungu ni shujaa wa kiroho. Sasa sijui ni culture ama sijui ni nini kwenye settings za like Kitanzania, wamama wengi ndo, ndo prayer warriors. Ikitokea maombi, mama ndotambiwa, yaani baba, tunaona kama mother should go, women should go, wao waende wakaombe, lakini it is the, the other way around. Mama anapaswa awe awe, awe supporting like awe anatembea anatembea na baba, anaenda long na baba Bwana asifiwe, so anamwacha baba nyuma. Baba anasema we omba we omba, kwa sababu baba ndo unapaswa kuwa shujia wa kiroho wa familia yako, Shujia wa kiroho wa nyumba yako. Bwana asifiwe. Waefeso 6:10 mpaka kumi na nane. Ule mstari hausemi basi wanawake vaeni, unasema hivyo? Unasema nini? Waefeso 6 unasemaje? Sita kumi